Ndugu zanguni, nataka nieleze historia fupi ya kwangu mwenyewe, na wananchi, mtakuwa mashahidi kwa yale ambayo naeleza, na wengine watakumbuka, wengine watasema ni kweli. Kwa hiyo nitakuwa nakumbusha, na wengine watatiwa majonzi sana, na wengine watafurahi sana kupita kiasi. Mimi diwani wenu kwa jina naitwa Moses Leonard Matonya, ndiye diwani wa kata ya Makuru. Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie moja, uongozi ni wito, uongozi ni utumishi, uongozi ni utumishi wa wananchi ambao wamekupa ridhaa ya kuwatumikia na uongozi sio ubosi, sio ukubwa. Kwa neema ya Mungu, kata ya Makuru nimeitumikia kwa uadilifu mkubwa kutoka mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Huo mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne, kata yetu ya Makuru ilikuwa inaanzia Saranda mpaka London. Nafikiri wengine nawakumbusha. Baada ya hapo kata yetu iligawika tukapata kata ya Saranda na kata ya Makuru. Kwa neema ya Mungu huyo huyo, na wananchi wa Makuru, kwa ustahimilivu na upendo wao kwangu, waliendelea kunichagua. Lakini nataka niseme nini leo? Taka niseme awamu hii ya sita jinsi ambavyo Mama Samia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa nchi yetu alivyofanya kazi kubwa, yeye kama mama, lakini na waandamizi wake wote na sisi wananchi kwa ujumla. Msemembo oye, oh, yeah. Oy. Ndugu zanguni, nitaje mambo machache ya Mama Samia aliyotekeleza kwenye maeneo yetu na mtashangaa fedha ambazo zimekuja kwenye eneo letu hili. Nianze kipande cha elimu, elimu. Nianze na elimu sekondari. Mama Samia akafanya mambo makubwa, alijenga madarasa akishirikiana na sisi wananchi, ili kuja kwetu kwenye sekondari yetu milioni mia moja. Naamini wananchi, mtakuwa mnakumbuka madarasa mangapi? Mama Samia wewe! Shule za msingi mnakumbuka, tosha. Mama Samia amejenga shule skizi ndani ya vijiji vyote vinne vya kata ya Makuru, amejenga shule za skizi shule za madarasa ya awali shule tatu amejenga, Nkunee imejengwa, Mbukwa imejengwa na Lukunga. Mama Samia wewe, zote hizo zimegharimu milioni milioni mia ishirini, milioni mia na ngapi na ishirini ukijumulisha na vyoo vile ambavyo vimejengwa kwenye shule hizo, kila choo kiligharimu milioni nane na laki nane. Mtaona jinsi ambavyo vyoo tu viligharimu milioni ishirini na sita na laki sita, lakini hakuishia hapo. Ikaenda upande wa afya, pale hika ameikarabati ile zahanati tuletewa milioni sitini na nane si haba. Lakini mmeona kituo chetu cha afya kimejengwa jengo la kwanza la OPD ambalo limegharimu takriban milioni 146, Mama Samia huyu. Mm. Na jengo letu hilo kwa huduma na usimamizi wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Juzi tulikuwa na madaktari bingwa sasa, madaktari bingwa wanakuja mpaka katani kwetu, haku- hatukuishia hapo. Zahanati ya Msemembo ya Londoni inajenga jengo la mama na mtoto serikali ya mama Samia, chini ya fedha za jimbo zilienda milioni tatu Makuru, fedha za jimbo chini ya mheshimiwa mbunge zilienda milioni tano. Alileta mara ya kwanza tatu nne, na baadaye zikapelekwa mbili zikawa sita zangu nataka niwaambie, katika huduma hizi muhimu, afya na elimu, tumetekeleza kwa kiasi kikubwa. Katika harakati za mama Samia kumtua mama ndoo, kila kijiji kina maji na nyinyi mtakuwa mashahidi, pika kuna maji, wala sio ile chemchemi tulikuwa tunaitegemea. Mama kwa huruma yake, katika kumtua mama ndoo ikabidi maji yachimbwe chini ya ufadhili wa World Vision. Maji hika sasa yapo, wala sio ya chemchemu ambayo hayakuwa ya salama sana. Msemembo mnajionea wenyewe, sababu leo niko Msemembo Makuru, mnayaona maji. Na pale tayari mashine ile inaendeshwa kwa umeme Londoni, na tabu ya maji ya Londoni sasa haipo tena kwa hiyo kwenye maji pia mama kafanya kazi kubwa, na ndiyo maana tunasema Mama Samia mitano. Hatusemi kwa jambo la kupepesa pepesa, tunasema katika kweli. Ndugu zanguni, miundombinu ya kawaida, barabara. Nataka nisiwagusie barabara ambazo ni za kwetu za kawaida ya TANROADS, barabara ya mkoa na ile ee barabara ya Halmashauri kwenda Manyoni Mnaona kila ambavyo zilikuwa zinaharibika, serikali ilivyokuwa inachukua hatua za haraka katika kukamilisha na katika kutoa tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza kwa wakati huo. Lakini kubwa kupindukia kwenye kata yetu, mama Samia ameanza kupasua barabara mpya kutoka londoni kwenda watumba hangweduru. Mama Samia mitano tena. Kwa hiyo wale wazee wenzangu ambao walijua Angweduru ni polini, sasa hivi zimejengwa karavati zinaanzia pale London na baadaye zinafika Watumba na baadaye, tegemeo la serikali ya mama Samia, barabara ile ifike Angweduru. Lakini jambo kubwa ambalo sisi wanakata ya Makuru tumeliona na limetendeka chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi na ni serikali ya mama Samia, ni umeme. Ni nini jamani? Umeme, umeme kila kijiji umefika ndani ya kata hii, na sasa juhudi za makusudi kila kitongoji kifikishe umeme. Na ndugu zangu, nataka niwahakikishie, lengo la serikali ya Chama cha Mapinduzi na serikali ya mama Samia kwamba kila mahali ambako watu wapo kwenye maeneo halali lazima wafikiwe na umeme. Niliona niyaseme haya ili sote tuyafahamu, kwamba serikali ya chama cha mapinduzi na serikali ya mama Samia, tunaposema mama Samia mitano tena, watu wasije wakawababaisha kule wakawadanganya kwamba maana halisi ni nini ni majukumu ambayo yamefanyika, lakini yako mawasiliano ya kawaida ya mitandao kata kata yetu ya Makuru, kijiji cha Hika ndio kilikuwa kinasuasua juu ya mawasiliano. Serikali hiyo hiyo sasa imekamilisha mnara pale Hika na mawasiliano sasa yapo na mawasiliano yako vizuri. Kwa hiyo niwaambie nini, kazi zote wakati wa awamu hii ya sita, hizo nilizozitaja. Kwa viongozi wenzangu waasisi wa zamani, nikitaja hizi fedha, inawezekana ilikuwa bajeti ya, ya nchi, lakini fedha zilizotumika kwenye miradi mnayowatajia hii, niliyowatajia zaidi ya milioni mia saba zimetumika kwenye kata ya Makuru, Mama Samia, yeah. Mwone awamu ya, ya sita jinsi ambavyo inapiga kazi, lakini nilishawambia pale awali kwamba mimi nilianza udiwani mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne na nilikuwa toka Salanda na tukaigawa Salanda na mategemeo yetu kwa sasa sisi tulishatoa maombi kwenye vikao vyetu vyote, kikao cha kwangu cha mheshimiwa mbunge, tumeomba London iwe kata ili kusudi tuendelee kupanua maeneo ya, ya, ya utawala ili utawala uwafikie karibu wananchi wetu, na vitongoji tumeomba vitongoji viweze kuongezeka hasa kijiji cha kijiji cha Hika sababu hika mpaka leo bado kitongoji kimoja. Tuna hamu ingalau mbukwa kiwe kitongoji, kune kiwe kitongoji na malikudaa iwe kitongoji, na ndio maana shauku yetu sisi wa wasaidizi wa mheshimiwa rais tunapeleka hayo mapendekezo ili aangalie katika kupanua maeneo ya utawala haya. Ndugu zanguni, nimeona niwaambie kwa siku ya leo, sababu na wageni wetu wako hapa wayajue, na ikiwezekana wa, wajue wana kata ya Makuru yote, na wale waliokuwepo na wasiokuwepo, nipa kibali na uwezo wa kufikia huo huo, wakati wa uchaguzi, miongoni mwa wenzangu wote ambao tutafikia hiyo nia ya kuomba, na mimi nitakuwepo Msemembo we hmm. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza.